Miche inaandaliwa kwa kuandaa au kupata vi mapeke ya kienyeji. Kwa nini ya kienyeji? Kwa sababu miche ya kienyeji au miti ya kienyeji ina uumilivu wa mazingira, ikiwemo ukame, lakini inaweza kukabiliana na mabadiliko yoyote ya tabia nchi, lakini inabidi kubebesha au grafting kitaalamu. Unapofanya grafting, utachukua maanake, ni kuchanganya kikonyo kutoka kwenye mti unaozaa uliokomaa wenye matunda mazuri wa aina unayohitaji, unachanganya kwenye lile peke ambalo ulichukua la mti wa kienyeji kufanya hivyo utapata mche bora, kwa kuwa na mara nyingi tunafanya hiyo grafting, tunachanganya hiyo ya kienyeji na ule mti wa kisasa. Mti wa kisasa unazaa matunda mengi, matunda mazuri, matunda bora, na ubora, maana yake pia ni pamoja na yanakuwa na virutubisho vingi ukilinganisha na mti wa kienyeji. Kutokana na kitendo hicho, miti ya hiye miti ya kisasa ukishaiunganisha, sasa ndio kitendo ambacho kinaitwa grafting. Unapata miche iliyo bora kabisa, na baada ya hapo unaenda nayo shambani. Shambani utachimba mashimo kwa nafasi tofauti tofauti, kulingana na mahitaji ya shamba. Kwa mfano, shamba hilo hilo moja unaweza ukalima parachichi peke yake au ukachanganya na mazao mengine kama utapanda parachichi tu unaweza ukatumia umbali wa kutoka mstari mmoja na mstari mwingine wa mita saba usiuu wa mita saba kwa wastani, na umbali wa kutoka shimo moja mpaka shimo lingine pia unaweza, unaweza kuwa usipungua mita saba. Lakini kama unaweza unahitaji kutumia lo shamba kupanda na mazao mengine, unaweza ukaongeza umbali stari na shimo na shimo kufikia mita kumi kwa kumi hadi kumi na mbili kwa kumi na mbili. Uh, uchimbaji wa shimo unachimba kwa kufuata kanuni ifuatayo: tunachukua udongo huu wa juu kabisa ambao wastani ni wa futi moja au sentimita thelathini kutoka hapa juu ambao tunaita topsoil huu una virutubisho vingi, una mboji ya kutosha, huu tunauchimba tunaweka pembeni shimo. Ule udongo unaofuata chini, ambapo mara nyingi huwa ni mwekundu, tunautenga tunaweka pembeni. Kwa ule udongo wa juu tunachanganya na samadi, na shimo linaweza kuwa na lisipungue sentimita sabini na tano kwa sentimita sabini na tano, kwa maana ya upana na kina wengine wanaweza kwenda mpaka sentimita tisini kwa tisini Kwa hiyo udongo ule wa juu utauchanganya na samadi, ambapo inaweza kawa debe mbili tatu au zaidi, kutegemeana na ukubwa wa shimo ulilolichimba. Na wakishafanya hivyo na shughuli shimoni huwa tunashauri ukae angalau mwezi mmoja, manake kwa hali ya kawaida, mwezi wa kumi unaweza ukarudishia au wa kumi na moja ukarudishia udongo ule ulikuwa umechanganya na samadi kwenye shimo. Na ukifanya hivyo, manake kutakuwa kuna muda usiopungua mwezi mmoja kusubiri mvua zianze, na tunashauri kabla ya kupanda kwa mti kwa maana ya naweza kasema fito au fimbo, unaichomeka pale katikati ya shimo. Utahitaji kupima kwamba udongo wako na samadi imechanganyika vizuri na pamepoa. Sasa kwa haraka utajuaje? Ukichomeka ule mti, samadi inapoendelea kuvunda huwa inatengeneza joto. Kama haikuvunda vizuri lile joto na we umepeleka mche pale, ule mche sasa kujua kwamba kume imeshavunda vizuri ule mti unachomka pale katikati, ndani ya siku kadhaa unaenda kuchomoa ule mti. Ukichomoa unaugusa kule chini, unapougusa utaona kwanza kama ni bado joto. Kama kuna joto kali, ukiuchomoa tu utakuta kuna mvuke, na wakati mwingine ukiugusa una, unahisi kabisa joto, unajua una, una, una, una kwamba hapo bado shimo lako haliko salama kuweka mche lakini ukiona baridi kabisa unaweza kupanda sasa mche. Ukishafanya hivyo, kitakachofuata sasa, kwa sababu umeshapanda, ni kuhudumia. Utapiga parachichi kama mazao mengine, yanashambuliwa na wadudu, yanashambuliwa na magonjwa, hasa ya fangasi ya bakteria ko e, utahitaji pia kutembelea mara kwa mara, kuongeza hukuhuku, kubaini kama kuna magonjwa ili uweze kuratibu kama kuna wadudu uweze pia kukabiliana nao. Uh, kwa kawaida pia inategemea na kikonyo kilipotoka, lakini wastani, ndani ya miaka miwili mpaka mitatu, parachichi inaanza kuzaa. Kisha zaa, tayari unaanza kuelekea kwenye mafanikio, lakini huduma zingine pia pamoja na kukagua wadudu na magonjwa, lakini kuna kitendo kinaitwa pruning au kupogolea au kupunguzia matawi yasiyofaa. Wakati huo, yanaweza kuwa na matawi mengine yanagusa chini, yakigusa chini, maana yake yanaweza kuchukua wadudu, yanaweza kuchukua magonjwa kutoka kwenye ardhi na kupeleka juu kwenye mti au kwenye matunda. Lakini kuna matawi mengine yanakuwa ni magonjwa, matawi mengine yanakuwa yamezeeka eh. Hayo huwa tunayaondoa, lakini mengine unakuta hayana hiyo shida, ila yamejazana sana kiasi ambacho hayaruhusu mwanga na hewa kuingia kwenye mti. Kwa hiyo huwa tunapunguza ili kuruhusu hewa na mwanga vizunguke vya kiasi cha kutosha, au mti upate mwanga wa kutosha, ili uzae matunda vizuri. Baada ya hapo huwa tunaendelea tuna kufuatilia sasa hizo wadudu na magonjwa mpaka matunda yanapokomaa. Kuna dawa za wafangasi, kuna dawa za wadudu, tunaendelea kudhibiti. Matunda yanapokomaa tayari tunachuma kwa ajili ya kwenda sokoni. Kwanza barati zilizopo sokoni hasa ku a hizo kuna Fuerte au wengine wanaita Weso na Hass. Maarufu zaidi au soko inayopenda zaidi kwa sasa ni Hass katika mazingira yetu, na inafanya vizuri pia maeneo ya baridi au maeneo yenye ya miinuko. Hass inapendwa kwa sababu yenyewe kwanza ina ganda gumu akwake maanake, ina ganda gumu na ina vipele ina ganda lake lina vipele vipele eh, kutokana na eh, inafanana ina na hii hii, ni Hasi, ganda lake ni gumu na ina vipele uh, huu gumu wa hili ganda hili tunda linaweza likaiva likakaa mpaka hata wiki mbili bila kuharibika. Kwa hiyo kwa maana ya mahitaji ya soko sasa, wengi wanalipenda hili kwa sababu linavumilia hizo. E, hiyo aina nyingine niliyotaja Fuerte e, yenyewe ina ngozi laini, kwa hiyo ikiiva inawahi kuharibika, kwa hiyo haiwezi kuvumilia muda mrefu sokoni. Ingawa pia kwenye kiasi cha mafuta hii Hass ina mafuta mengi zaidi kuliko hizo aina nyingine. Soko linahitaji zaidi Hass kuliko aina nyingine, hata bei zake pia, Hass ina bei kubwa kuliko bei nyingine. Mbolea pale mwanzo nimesema kuna samadi, lakini samadi ukipima virutubisho vyake, ina uwiano mdogo sana wa zile peke zake wezi kukidhi mahitaji yote ya mmea, kwa hiyo ipo haja ya kuongezea mbolea zingine za madukani. Sasa kwa kuwa hasa tunaangalia soko linatuambia ni uh, wanunuzi wengi kwa kuna soko kubwa zinaenda nchi za nje, hasa kwa wenzetu huko Ulaya. Wao wako makini sana na kudhibiti kemikali kwa hiyo ukiweka mbolea za dukani, na sio tu kila mbolea unaweza kuweka. Wakipima wakikuta kuna mabaki ya kemikali, hiyo huwa tena ni shida kwenye soko. Kwa hiyo zipo mbolea zinazoshauriwa hasa kwa ajili ya parachichi hasa hakika, lakini hata hizi NPK pikei zingine unaweza kuzitumia. Muda mzuri zaidi wa kuweka mbolea hizo za dukani au za chumvichumvi au unaweza kusema za viwandani, hata za samadi. Muda mzuri kwa samadi, kwa sababu inahitaji maji mengi ili virutubisho vile viweze kuachia, manake ni mwanzoni mwa msimu wa mvua. Kwa mbolea za za madukani au za viwandani zenyewe zinayeyuka <tutu> haraka. Kwa kuwa zinayeyuka haraka, muda wowote unaweza kuweka, kama unao unao maji ya kutosha Mba unaweza ukazimwagilia. Sasa kuweka mbolea manake kutategemea na unahitaji nini hasa kwa wakati huo. Kwa mfano kwa mfano sasa, kwenye hii miti yetu tumesha vuna, kama tumesha vuna, manake baada tunajiandaa kuzaa matunda mengine msimu msimua, manake tutahitaji mbolea za NPK ili So, mti unafanya vitu vyote, unakuwa huku unazaa. Kwa hiyo tutahitaji mbolea za NPK ili kuruhusu matawi yaendelee kukua, yatoe matawi yakuwe, lakini tutahitaji mbolea za kuzalishia, kwa mfano nitrabo kasibo, kwa maana ya virutubisho vyenye calcium na nitrabo na ndio hivyo sasa, tunaweza tukapata kwenye hizo mbolea nilizozitaja, lakini zipo zile za kupiga za majani na tumezoea kama booster, na hivyo virutubisho vinapatikana hizo. Ni wakati mmea unajiandaa kwenda kutoa maua kwa mfano, na nimesema pale mwanzo kwamba baada tu ya kuvuna, mti unaanza kuona kwamba sasa unahitaji kutoa maua, unahitaji kuzaa kwa sababu hauna watoto wengine kwa wakati huo hiyo ni vyema kupiga baada tu ya kuvuna, mti unavyojiandaa, na wewe ukauongezea virutubisho, unaofanya mti uwe na uwezo wa ku, wa kutoa maua mengi na kutoa matunda mengi. Hiki kitendo kilichofanyika hapa, maana yake ni tunajiandaa kuongeza virutubisho inaweza kawa samadi au mbolea zile za madukani. Tunarudisha huku nyuma, tuna huku, kwa sababu kwa kawaida mmea wa parachichi mizizi yake huwa inatawanyika kufuata, tunaweza kusema usawa wa matawi. Kwa hiyo alikoishia matawi ndipo mizizi yake ina huwa inapoishia kwa hiyo huwa tunasafisha, tunatengeneza hivi ili hata kama ni mbolea ya chumvichumvi huwa tunaweka hasa isizidi hapa, ili eneo ambalo ni tunaita canopy, mwisho ya matawi yanapoishia. Lakini hata kama ni samadi pia huwa tunazungushia humu. Huwa mizizi iliyoko hapa ni mikubwa, ambapo huwa haihusiki na uchukuaji wa chakula yenyewe, sehemu yake kubwa ni kushika meammea uweze kusimama. Kwa ile mizizi midogo inayochukua chakula hiyo huwa iko huko pembeni. Kwa hiyo huwa tunasafisha ili tuweke mbolea mahali pasafi ili isije ikachukuliwa na mmea, na, na magugu itumike na mmea husika kama tulivyokusudia. Neno reject kwenye parachichi lina maana e, nyingi. Reject kwanza inaweza kuwa ni udogo au saizi kwamba linaweza ikawa dogo sana kiasi ambacho soko halihitaji, lakini pia kuna wanunuzi wengine hawahitaji kubwa kupita kiasi. Kwa hiyo kama mnunuzi anahitaji e, saizi ya kati na ndo wanunuzi wengi wanahitaji hiyo saizi ya kati. Kwa hiyo likiwa kubwa sana mnunuzi kama hawezi kulichukua, maana yake tena ni reject. kama ni dogo sana kupita kiasi au kiwango ambacho mnunuzi anahitaji, maanake pia itakuwa ni reject. Lakini nje ya size, bado kuna matunda mengine yanakuwa yameshambuliwa na wadudu, kuna matunda mengine yanakuwa yameshambuliwa na magonjwa yanakuwa na madoa. Madoa kwa wanunuzi pia hawahitaji matunda ya namna hiyo, yanakuwa na makovu hayo yote, kwa inaweza ikawa na size inayohitajika, lakini lina makovu ina vidonda au ni dogo kwa umbo au ni kubwa, japo mara nyingi kubwa sana huwa sio tatizo, wapo wanaochukua. Shida ni madogo kupita kiasi. Kwa mfano hili limekomaa ni, ni ila saizi yake ni ndogo sana, kwa hiyo hapa hakuna mtu atanunua. E, labda ni wale sasa hao wanaonunua reject, ambao wenyewe sasa ni wa wanaoenda kwa ajili ya kuchuja mafuta lakini kwa maana ya soko kuuza, ile kwamba kula fresh hapa kuna wanunuzi. Kwa kuepuka kwake sasa, kwa yale zile yale yanayokataliwa sokoni kwa kuwa yameshambuliwa na wadudu, kwa kuwa yameshambuliwa na magonjwa, hayo manake ni kudhibiti wadudu na magonjwa. Over undersize, manake ni shida ya virutubisho Ukiweka okay, virutubisho matunda yata nini yata yote yatakuwa vizuri yatakuwa na afya nzuri yatakubalika sana.